Habari za wakati huu, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo, ambapo kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, Rukwa, Mbeya Songwe, Iringa, Njombe pamoja na Ruvuma. Maeneo haya yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, lakini pia kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa kwa upande wa ukanda wote wa pwani, na hali ya bahari inatarajiwa kwa na mawimbi madogo. Na hata hivyo, hali ya joto bado ndio kutarajiwa katika maeneo mengi, na kiwango zaidi cha juu cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto thelathini na tano katika mkoa wa Morogoro, lakini pia kwa siku ya kesho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 vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na tupate kuangalia utabiri wa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi na mvua vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Lakini pia hata kwa mkoa wa Arusha vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada, ulikuwa nami Rebbecca William, tukutana hapo kesho mdau, wakati kama huo.